Na kwingineko Wakenya waliolaghaiwa pesa kwa ahadi ya kazi za ughaibuni sasa wanalaumu utepetevu wa maafisa wa uchunguzi kuchukua hatua. Miaka miwili baadaye, waathiriwa hao wakiendelea kukadiria hasara ya mikopo na mali waliopoteza kwa ahadi hizo, na sasa wanalalamika kuwa wamiliki wa kampuni iliyohusika na mipango ya safari hizo wameendelea kusalia huru licha ya kuripoti na hata kufikisha kesi mahakamani. John Wanyama anaarifu. Katika kijiji cha Kibuswa, eneo la Cherenganyi, Sinthya Chemtai anatuonyesha shamba hili ambalo lilikuwa lao miaka mingi iliyopita. Anatueleza kila anapopita hapa, ana kumbukumbu za shamba hili ambalo liliuzwa kufanikisha safari yake ughaibuni. Kama wenzake, Sinthya anatuonyesha alivyokuwa amejitayarisha kwa safari ya kwenda Canada kwa matumaini kuwa angebadilisha maisha ya familia yake. So huyu mtu alikuja aka... Uh, convince baba akasema aende, anapeleka watu Canada, kuna makazi mzuri mzuri Canada. my dad came mimi mwenyewe nilitafuta mtu wa kununua shamba tukapoi 1.2 million, ndio shamba imeenda, mtu amepanda miti karibu anavuna, sijaenda Canada, niko jobless sababu ya kuuza shamba hili, ikimwacha solemba bila shamba na bila kazi. Na desturi sisi wakale nzini wasichana tupewe mashamba, lakini my dad alibreak hiyo tabu, akaamua kanipatie shamba anisaidie niende ngambo nilikuwa nimrudishie hiyo shamba so my dad aku disappointed, shamba ilienda. Mimi mwenyewe sijui ndamrudishia nini baba yangu. In fact, mimi nimeenda nikijamia na nafaa kuuza kidney nirudishie baba yangu hiyo pesa, anyone mwenye ananua kidney. Cynthia Isia sio yeye tu. Ben Ruto naye kutoka kijiji cha Chamororoch County ya Uasin Gishu aliuza shamba lake akimlipia mwanawe zaidi ya shilingi laki nane. Miaka miwili baadaye hakuna matumaini ya mwanawe kusafiri na tuna namna nimeuza shamba, niliomba mama kuelishamba, akanipea eka moja, nikauza shamba ikafika, nikalipa 80000 sawa. Na wenzao Julia Busienei na Jacqueline Chepkoech nao pia wakijipata kwenye njia panda, wakala aliwafyonza maelfu ya pesa zao na kutoroka. sijawahi usa, hiyo ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza, dakika ya mwisho akatupea fisa yenye sio Visa fake, akatupea visa fake. He was to take my husband abroad. He was to go to Sweden. We had to take some loan from family, from friends and from SACCOs. He gave us a fake visa, but he just sent a photo. He didn't give us a hard copy. Hata baada ya kuripoti kwa polisi na hata mahakama kutoa uamuzi wa mkurugenzi wa kampuni hiyo Isaac Barmasai kukamatwa, miaka miwili baadaye mshukiwa hajakamatwa, huku walioathirika wakiendelea kuhangaika. Mpaka wakati court ilirule case, akatuambia Barmasai anastahili alipe nini au alipe pesa, mpaka akatoa court order. Court order ilitolewa tarehe ishirini, ishirini na tatu mwezi wa kumi na moja mpaka saa hizi Baramasai hajashikwa. Kwenda hapo kwanza, hapo, Central Police Station hapo ni kama Baramasai wanajuana na wao. Hata sometimes ukitaka kupigia Baramasai sasa zingine, anaweza chukua simu anakuambia usilikuwa umeenda kwa koti, waache koti ikusaidia. Kulingana na shirika la usajili wa mawakala nchini NEA, kampuni hiyo ilifungwa na sio halali Mkurugenzi wa kampuni hiyo Isaac Barmasai, kupitia ujumbe wa simu, anasema kampuni yake ni halali kisheria na kwamba wamewapeleka watu wengi ughaibuni. Kwenye ujumbe wake, Barmasai anasema yeye amewarudishia pesa baadhi ya wateja wake, na waliosalia anasema atawalipa. John Wanyama, runinga ya Citizen, kaunti ya Uasin Gishu.